Habari za uh, siku nyingi. Salama. <laughs> za kwako? Nzuri kabisa <laughs> yeah. kwa show, asante. Hongera kwa show. Asante, nashukuru. Oh, yeah. Inaendeleaje? Yeah, namshukuru Mungu, naendelea vizuri. nimefikisha miaka mitano mm. yeah. Si mchezo kuandaa mm. show kama ile Najua ni headache dogo do. Sio kitu rahisi, sio kitu rahisi kabisa. Namshukuru Mungu, japokuwa sasa hivi niko break kama ya mwezi vina mm. najipanga sasa. Okay. Lakini uh, namshukuru Mungu, naendelea vizuri okay mm. unategemea kurejesha ikiwa na sura mpya ama maboresho? Yeah, zaidi, maboresho zaidi sura mm. mpya, vitu vingine vizuri zaidi okay. Kwa hiyo yeah. tunajua miaka mitano shatimiza. Yeah, yeah. miaka mitano, basi inabidi uje na vitu tofauti. miaka mitano kama ni mtoto wa miaka mitano ni, ni kanaongea vizuri. Hongera sana. Asante Fred. Sasa, so uh, kuna kitu gani kipi ambacho unataka kutueleza? Ah, kwanza naomba niseme asante mm. sana kwa Bongo 5 mm. kuni, kunipa nafasi ya interview okay. Sijawahi kufika yani yeah. Yani, tangu show yangu mm. nakumbuka mlini promote ile mara kwanza wakati naanza yeah, then yeah. sikupata tena nafasi ya kuja sasa. Lakini kila kitu kina kina wakati wake nadhani sahizi sure. Ni wakati mwafaka mm. nimeweza kuja tena studio za Bongo Five. Okay. Um, kitu ambacho nimekuja nacho ni kuhusu Sauti ya Mwanamke mm -hmm. Nimekuja na event ambayo nitakuwa naifanya mikoani kote ambayo inaitwa Sauti ya Mwanamke, na haya ni malengo nivyosema, Mboni Show ikitimiza miaka mitano mm -hmm. basi inabidi nifanye kitu kwa ajili ya watu mm. wangu wanawake na nini. okay. kwa sababu siku zote huwa anasimamia kwenye giving back to community mm. kama ambavyo unaona Mbonisho, mara nyingi sana tunafanya vitu kwa ajili ya jamii. Kwa hiyo kasa basi, kama kampuni Chocolate Princess, ambayo mm. ndio wana produce the mbonisho mm. basi kampuni nayo wanzi kuingiza hata shilingi mia kupitia, yaani matunda ambayo wameweza kuinvest kwenye bonisho. okay yeah kwa hiyo ndo tumekuja na sauti ya mwanamke. ni kitu mm -hmm. gani hicho? Sauti ya Mwanamke ni, ni event ambayo tumeiandaa kwa ajili ya mwanamke mm -hmm. kuweza kumwezesha mwanamke aweze kupata elimu, apate mafunzo kupitia wanawake wenzake, kupitia mwanamke mm -hmm. kwa sababu tunasema sauti ya mwanamke ipe nafasi kwa maendeleo. Okay. Inamaanisha mwanamke akipewa nafasi anafanya kitu kikubwa sana kama ambavyo umeona makamu wa rais sasa hivi ni mwanamke. Wanawake wengi wako kwenye sekta mbalimbali, wanawake wengi wamepewa vyeo mbalimbali. Kwa hiyo mwanamke akipewa nafasi anafanya vizuri kwa jamii. Okay. Um, why mwanamke? Mm. Mimi ni mwanamke. Mm. Mimi ni single mother. Kwa hiyo nataka mwanamke mwenzangu ambaye pia ni single mother au mwingine sio single mother, lakini ameolewa na kila kitu, aweze kujitambua aweze kujikwamua aweze kujua umuhimu wa, wa yeye kuwa mwanamke okay. awe na uthubutu. Wanawake wengi hawana uthubutu, wanawake wengi wanakuwa ni waoga. Kwa hiyo, Sauti ya Mwanamke itazunguka Tanzania nzima kuweza kumwezesha mwanamke kupaza sauti, kupaza sauti yake okay. na ndio maana umeona hata kwenye posta zetu na nyingine, nadhani itakupa <coughs> utanisaidia kunifanyia promo kwenye kwenye uh, blog yenu. Okay. kila kitu ni mwanamke, kila kitu ni wanawake motivation speakers ni wanawake ambao tutakuwa na tutakuwa na share nasa ambaye ni founder wa Love Touch Manjano na pia wa, ni mmiliki wa tulikuwa tunamjua kama share Illusion. Kwa hiyo umeona ni mwanamke ambaye ametoka mbali na sasa hivi ni mwanamke ambaye anatambulika kama juzi alikuwa Marekani ameenda kuwakilisha Tanzania lakini kwenye mambo yake mwenyewe ya kazi zake. Okay. Tutakuwa na mkandarasi anaitwa Maida Waziri ni mama lakini pia ni mkandarasi. Mm. Ukija kwenye swala kama la mkandarasi unajua wanawake wengi wanaona, ah, yani kuna kwaje mkandarasi mwanamume ndio anaweza kufanya hivyo vitu lakini kumbe mwanamke anaweza. Kwa hiyo tunamleta mama Maida Waziri. Okay. Tuna mwingine ambaye ni Biugwa Ibrahim ambaye mm, yeye ana kampuni ana Maingo Business Agents. Okay. Yeye yeah, amebes sana kwenye mambo ya kilimo. Kwa hiyo mwanamke wa Mwanza nimemweka kwenye hivyo vitu vyote vitatu kwenye biashara, mm. kwenye ukandarasi, kwenye kilimo. Kwa hiyo kila sekta hapo ipo. Mm. Na pia mwanamke um, atapata nafasi ya kuweza kujua Um, kuhusu mambo ya mikopo mm -hmm, kama CRDB Bank ndio sponsor wetu mnaye pale amejitolea mm -hmm, mwanamke anakuwa ana, anaenda kukopa mkopo bank mm -hmm, alafu anashindwa kurejesha marejesho kwa wakati mwafaka, matokeo yake ananyang'anywa. Unakuta siku zishafika, maskini hajalipa, mara akanyang'anywa TV mara akafanya nini. Kwa hiyo pia mwanamke wa Mwanza nitampa nafasi ya kuweza kujua kwa nini yani vitu ambavyo anatakiwa kwenda kukopa na ile misingi taratibu, na kila kitu, kwa sababu nasikia wengine, kwa research ambayo nimefanya, mwingine anakuambia ndio, mimi nikifika pale nakwambia hey, umeona unalipa hivi na hivi sign, umeona. Kwa hiyo hapati hapati maelezo ya kutosha hapati information za kutosha. Kwa hiyo siku hiyo tutakuwa pia tuna mwakilishi kutoka CRDB Bank ambaye atakuwa ni mwanamke, atakuja kuzungumza na wanawake, kwa mkopo unaruhusiwa lakini make sure unaangalia vigezo a b c z. Kwa hiyo atakuja kuelewesha. Tukija kwenye swala la entertainment, tutakuwa na Aisha Mashauzi mm. of course, kila mtu anamjua Aisha Mashauzi. Kwa hiyo atatu entertain, kwa hiyo tutapata raha kutoka kwa Aisha Mashauzi na pia tutapata raha kutoka kwa Katarina wa Karatu. Okay. Ni comedian mm. ambaye ni mwanamke anakubalika, anafanya vizuri, kwa hiyo tutakuwa naye. Kwa hiyo umeona, hiyo yote mchanganyiko wa vitu vingi, bila kumsahau Bichao. Nani ambaye hamjui Bichao? mm. eh kila mtu anamjua Bichao, wale wa zamani wa sasa hivi. Bichao ni mama ambaye anajulikana kwa vitu vingi. Kwa hiyo kuna Bichao, kuna Bi Fatma, okay. kwa hiyo kwenye tumeshakutanika wote kwa pamoja, tutakula, kwa sababu tunatoa kiingilio cha shilingi elfu arobaini mm -hmm. Lakini unapata chakula, vinywaji, unapata kukuwa naao kuwasikiliza motivation speakers, unapata entertainment. Kwa hiyo hiyo package mm -hmm. sio ya kukosa, ni kitu ambacho ni kizuri wanawake tukikutana pamoja huwa tunachoka mapema kama mm-hmm. Hujui Fred yaani, mm -hmm. kitu kimoja hivyo tukae kitu kimoja tumsikize mtu anaboreka. mm -hmm. Kwao ndio maana tumeweka vitu mbalimbali mm -hmm. huko kutakuwa kuna kina share, huko kutakuwa kuna Katarina, huko kutakuwa kuna ash. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vina combine vitu vingi okay. kwa hiyo let's hope for the best, na naambia mashabiki wangu wale wote wa Mboni Show najua wana support the Mboni Show. Kwa hiyo Mwanza kaende Kawa kula kwa ajili ya eventi ambayo ni tarehe 6 mwezi wa 11 2016, pale ukumbi wa Gold Crest kwa kiingilio, kwa kiingilio cha shilingi elfu arobaini, lakini unapata chakula pamoja na vinywaji na hayo yote unayapata. Kwa hiyo sio ya kukosa uh, wananiuliza kwa nini Mwanza mm, na sio Dar mimi Mboni show what I believe na washabiki wengi sana mikoani. Kwa hiyo hii ni zawadi ambayo nimeidedicate kwa fans wangu wote wa mikoani. Kwa hiyo okay, nimeanza Mwanza, nitaenda Iringa, nitaenda Mbeya, nitaenda oh, yeah, Shinyanga nitaenda okay, Tanga nitaenda, lakini nimeamua kufanya Mwanza kwa sababu kupendelea tu mkoa tu mmoja yeah, kwa ajili yeah, ya kutoka nje ya Dar. Kwa hiyo okay, watu wa Dar wasubiri baadaye, labda tutarudi baadae, okay, yeah. Nadhani sina swali kwa sababu hilo ndilo lilikuwa swali langu la mwisho. All the best na nami Oh, asante sana Fred, nashukuru pia. Ya, ya, ya, asante mm. Though sio kitu rahisi yeah, yani sure. ya, show yangu ya kwanza okay. Changamoto nyingi, sponsors mm. Hakuna umeona? yeah. Lakini nashukuru kwa sponsors ambao wameungana na mimi, wamenisikiliza, nawashukuru sana Precision Air okay. Niko pamoja nao, nawashukuru sana GSM kwa kuwa pamoja nami, nashukuru sana Windhoek. Nawashukuru sana CRNB Bank, nawashukuru sana Dodoma Wine, nawashukuru sana God Crest, nawashukuru sana Jembe ni Jembe okay, nawashukuru sana Clouds FM nawashukuru yaani, unajua sponsor ni wengi mm, yeah, lakini na shukuru, na shukuru sana 820 Fashion, umeona ni mwanamke ana okay, support mwanamke kwa hiyo yeah nawashukuru sponsor wote ambao wameweza kuungana na mimi kuweza kufanikisha hili jambo kwa okay, kuwa pamoja nami so, so, yeah.